Viongozi wa kidini jijini Mombasa wamewaonya wale wanaoeneza propaganda feki kuhusu utendakazi wa bandari ya Mombasa. Viongozi hao kutoka Baraza la Kitaifa la Ushauri nchini KEMNAC, wamesema utendakazi wa bandari umeimarika chini ya usimamizi mkuu wa bandari Kaptein William Ruto. Wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao, ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa baraza hilo, wamesema baada ya kufanya uchunguzi wao, wamebaini kuwa madai yanayotolewa dhidi ya usimamizi wa bandari siyo sahihi. Kwa pamoja, viongozi hao wamewataka wale wanaoeneza madai hayo kukoma mara moja.

mkutano wetu wa kwanza na baadhi ya port management, tuligundua kwamba ripoti nyingi zilizokuwa zinaletwa kwetu kuhusu KPA, mashtaka mengi yaliokuwa yalikualetwa kwetu kuhusu MD, tulikuja kuona mengi ya mashtaka ni propaganda. Huko kweli na propaganda ziko nyingi kuliko ukweli ulivyo katika bandari ya Mombasa. Tulipokaa na MD na timu yake, wali admit kuna mambo yamekoseka katika bandari lakini, ni individuals, kuna watu binafsi tunapewa ofisi, anafanya scandal zake alafu inaonekana ni bandari yote, kuanzia pwani mpaka bara mpaka la lakini, some individuals kwa ofisi fulani bandari ya Mombasa. Nina mfano mzuri wa kule upande wa procurement. Unakuta mtu ana apply tenda, anafuata procedure, tenda inatangazwa, ana apply, anafuata procedure zote alafu nafku ofisa mmoja procurement mmoja anaetia chini ya meza ile, ile document kwa njoo kesho, njoo kesho kutwa. Huku MD na bosi wa procurement anajua kwamba kazi walioaplai kisheria wamepitishwa na watapela, lakini kule kuna watu binafsi, mtu anakalia document hapa anakuzungusha we, mwisho akwisha, anakuambia lete hii. Ni kupetenda kuna some individuals hapo bandarini tabia hizo, na mna timu yake, akaahidi kwamba ameanza reforms kurekebisha dhuluma katika tenda wapiga teke wale makatela ambao wamezoea tenda zote wapata wao na godfathers, kwamba atawaondoa iwe tenda kila mtu anapata hata upande, kwa sababu wapwani wengi walikuwa wako wapewe tenda. Akaahidi kwamba tulifanya reforms na kitaumana mpaka iwe mtu wa kawaida aki apply tenda pale KPA anapata kazi hiyo. Na wakati ni huo, sasa wale makateli waliozoea kuchukua tenda kubwa kubwa na ikiwa ni kusupply wana bidhaa wanasupply bidhaa kwa pesa ya juu kuliko ilivyo bei yake. Sasa hivi bwana MD aliweza kuwaweka kando na anafanya kazi na afanya biashara mbao, ikiwa hii ni shilingi kumi ni shilingi kumi Sio shilingi kumi unauza laki tatu. Na ndivyo ilivyokuwa akuta kwamba makatali wale ambao walizowea kuchukua tenders, na safari hii kidogo amewekwa kando, wengine wapate, hata viongozi wa dini wengi wapate tenda kama hizo za biashara ndogo na kubwa, ndio washaanza kuleta propaganda kwamba pale port MD amepiga mapesa ameiba. Sisi hatusemi wizi huko ama hakuna, lakini tunasema kama mtu ana evidence kwamba pale MD ameiba hizo pesa ndio zitaja ende kotini. Does go to court. Sisi mara ya kwanza tulikuwa na opinion hiyo, na tulivyo press nyingi sana kupiga port management kwamba hapa kuna ABC lakini mwisho tukutaka kwamba mwisho kwamba makosa yalikuweko na MD amekubali kufanya reforms na reforms zishaanza. Mambo ya promotion ameahidi kurekebisha, mambo ya ajira ameahidi kurekebisha, mambo ya tendering ameahidi kurekebisha, mambo ya corruption ayahidi kupambana nayo. Sasa alikuwa very open to the council, na tangu hapo sisi kama council tukasema, tutafunga mdomo, endelea na hizo reforms, tuone kwamba port, wale walagai wakubwa ambao kila tenda yao wao wanafuata procedure kama wengine, sio kwa simu, napigiwa simu kutoka Nairobi unipe tenda hii. Tulisema hatuyataki hayo na soko wako watu wa makaja juu yetu sasa. Sasa wale walikuwa wamezoea kuchukua tena mlango wa nyuma, sasa simu zao hazifanyi kazi tena. Ndio waanza porojo sasa kwamba kuna billions zimeibwa. Kama una evidence go to court. Sasa tukatai kama mtu ameiba kweli, sawa. Kama wewe una evidence, ile story standard ya juzi, kama mtu ana evidence kabisa kwamba kuna pesa zimeibwa, hizo zilizo kwenye gazeti, go to court maana kama zingekuweko sisi KEMNAC tuko wa kwanza kuzungumza nchi nzima inajua msomo. KEMNAC, tukiona jambo mahali bobu tuingilia kwa nguvu. Sisi ni viongozi, na si vizuri kuchafua na majina, si vizuri hata na kidogo kuchafua na majina. Tumeona reforms nyingi pale, kwa sababu tuzungumze ndani na captain, kwa meli za jaa tenda ndogo kubwa likuwa pesa hakuna, pesa inapatikana kidogo, itaanza kupima tenda kwa kila mmoja. Hivi sasa ni rifunzo ambazo sisi kama tunazifuatilia unyo unyo, bila kwenda kwa magazeti wala kwa TV, na kapteni amekubali afanya kazi na kila mtu, mlango wako wazi, una swali, nenda kauliza, atakujibu kuna shida naenda, nenda kawaliza, hatakujibu. Lakini mambo ya kuchafua na majina ndio jambo sasa, kama viongozi nasema liachike. Kama wewe una ushahidi kumeibwa, ameiba ni MD aliyeiba ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ofisa fulani wapote aliyeiba ni, ni, ni treasurer aliyeiba ni, ni, ni, ni engineer gani? Kama wewe una hizo evidence, the best way to go about it, enda kotini na no, ukienda kotini tukiwa na kweli o na no, ushahidi kumeibwa, sisi kama kull zapotia. Lakini propaganda na poroja magazeti hatutaki, hatutaki, hatutak. Tuangoja hivi kazi zitangazwe, tupeleke watu wetu kwa ushirikiano wa port management na baraza na makanisa. Tangazwa kazi, tutakwenda ajiri vijana wetu nitenda tunangoja kila mmoja pewe. ni wizi hatusapoti wizi. kama mtu ni mwizi hatusapoti wizi. Lakini mahali, mahali pake si gazetini wala TV wala redio. Kama wewe unaona kumeibwa nenda kotini, nikithibitisha hiyo pesa imeibwa kansoli yote ya waislamu hii KEMNAC na makanisa yaliyoko Mombasa tutakusapoti kwa sababu mwizi yaongwe mkono, lakini porojo za magazetini, sababu umenyimwa hiyo kazi. Ulikuwa za glasi ya shilingi kumi laki moja sasa, watu wanunua kwengine shilingi kumi, shilingi kumi. hamsini hamsini. Sasa wewe waliangoa kwamba sasa ule ule ubaradhuli wako uliokuwa kufanya zamani wa kuchukua vitu vya rahisi, ukifika poto aviuza bei ya juu. Sasa umefungiwa mlango kuna mwenzako anauza bei sawa, akipewa kazi usiite sasa kuna wizi. Mbona akatoa pia huku kusema kuna wizi, kuna wizi? Sasa usanyi mwatenda. So sisi hatuungi mkono waizi, si KPA, si refinery, si wizara, si popote. Sisi kama viongozi wa dini hatuungi waizi mkono. Kama una ushahidi kuna wizi, naenda kotini, lakini porojo propaganda, maana umetengwa. Sasa twanunua vitu kwa bei nzuri kuliko yako wa zamani ya gali, hizo porojo na propaganda kucha majina hatutaki. Kila mmoja ape nafasi afanye kazi yake sawasawa, bila porojo propaganda, na uongo na tunampongeza Kaptein akubali kufanya reforms Tunampongeza kwa sasa amefanya reforms na marekebisho, mpaka sasa meli zinakuja Mombasa kwa wingi. Hiyo ni hatua kubwa amepiga, ambapo zamani ilikuwa kunathira sana meli za Tanzania, ilikuwa meli zaishia Dar es Salaam au Tanga au Zanzibar, lakini leo hii ukisema tu pale Likoni pale mangie, utakuta kila baada ya nusu saa awa meli zinaingia, hizi zatoka, hizi zaingia imekuwa bandari ya Mombasa imefufuka tangu kapten akae pale, na si porojo, ni ukweli, kila mmoja analiona hilo. Ufisadi katika bandari kase fulana, pambana nao, so hatuungi mkono waizi kama viongozi wa dini, hata siku moja, wale wafisadi hatuungi mkono, lakini gazetini, redioni TV ni si mahali pake. Kama kweli wewe una evidence kaptein ameiba, au sheikh ameiba, bishop ameiba, mahali pake si radio, si gazeti, si TV, mahali pake kortini. Sasa nyinyi mnalia kwamba kumeibwa, nenda kortini, sio gazetini na tv na redioni na mitaani. Huo ni umbea. Naombea ni haramu, haufai. Umbea ni haramu, haramu. Na ujue umbea mara nyingi huharibu ya mtu jina, akapita mtaani akaonekana hana maana. Kuna watu mahodari waombea ni wasabasi kwelikweli, aeza kufremu jambo akasema fulana amefanya a b c d e f g na jambo likienea ombea kila mahali, baadaye ukichunguza ni porojo usabasi na umbea si ukweli. Lakini the best place mkotini. So acheni umbea usabasi propaganda domo mirefu mwacheni ule mzee afanye zile reforms na anatayarisha vijana wafanye biashara Mombasa hivi karibuni tenda zika, zikitangazwa vijana wa Coast wafanye biashara mwaplai kwa wengi pale bandarini, kwa sababu kaptein ameahidi kufanya reforms na kuona kwamba kila mtu apata tenda kuanzia pwani mpaka bara. Tumpeni hiyo nafasi, siku nyingi watu wa pwani tenda hatupati. Hasa vile reforms zimeanza, mwacheni kaptein afanya kazi yake na porojo umweziace. Hukutosheka, enda kotini Ukithibitisha ameeba sisi tutakusupport, kansoli makanisa, na na yako na, na kemna kiyote, lakini so far tusitaki. Mwacheni afanye kazi yake pale poti. Mzee mpole, asikiza kila mmoja pale bandarini, mwacheni afanye kazi yake. Salamu alaykum. Nazungumza rais wa baraza ni maneno ambayo ni mazito na sisi, kama Baraza twamshauri kapten eh, William Ruto asifanye wasiwasi, bali awe na msimamo thabiti katika kuweka mambo sawa kwa sababu ukiwa mahali popote mkubwa ujua utakumbwa na mambo mengi. Hawa ambao wanatafuta shortcuts za maisha na kutaka kujinufaisha wao, hawa ndio wavunja nchi, si wengine, kwamba ati ni mtu kutoka nje anakuja kutafuta umaarufu ama kutafuta kupora, bali ni mtu wa humuhumu ndani ndio linalomweka mbele ili kujinufaisha. Uh, kama alivyosema mwenyekiti ama rais wetu wa baraza, ukiwa una ushahidi wa jambo lolote ambalo lamhusu kapteni uh, Ruto au lahusu management ya Kenya Ports Authority, channel ziko, nenda mahakamani, uh, wasilisha uh, madai yako na mahakama itafuata mkondo ambao ndio watoaji wa haki wale, wala sio kukurupuka kwa vyombo vya habari na kuanza kueneza uh, propaganda na chuki na mara nyingi, wale wanaokuwa na tabia hizo ni wale ambao hawako sawa katika mambo yao. Lazima wana kasoro kasoro fulani fulani ambazo wanazifanya ili kurahisisha maisha vijana wengi wanapata shida ikiwa kwahitajika kupelekwe kitu cha kugharimu milioni moja, wewe ndio ukapige bilioni moja nukta mbili, ukasema hii ndio kitu yenyewe chahitajika kilipiwe hivyo, unamhujumu nani isipokuwa unahujumu uchumi. Na hawa makateli wanapogunduliwa kwamba wao biashara yao ni hiyo Ulikuwa takaniwa mahakama ziwafilisishe hawa kama nchi nyingine inavyokuwa. Tanzania hawataki upuzi. wewe ukiwa utajifanya una ubabaishaji babaishaji, mali yako inazuiwa inapigwa tanji ile, alafu wewe nayo unafilisishwa unapelekwa mahakamani. Sisi hapa ndio tuna uhodari mwingi wa kutafuta kila mtu mtetezi, mtetezi, mtetezi. hivi sivyo, kwa sababu wanaumia ni wananchi na doa tulipaka uh, paka halmashauri ya bandari kwa sababu kuona kwamba wafanya makosa na ilhali hawana makosa. Tukupongeza sana Captain Ruto kwa juhudi zako na reforms unazozifanya katika bandari na vilevile vile kwa yale ambayo nadhamiria kuwafanyia wananchi kwamba tenda zitafunguliwa ama kazi zitapatikana, basi stick na hiyo ajenda yako kwa sababu sisi tunatarajia kwamba uwepo wako wewe hapo ndio utakaofanikisha, uh, na kubadilisha maisha ya vijana mm -hmm, wengi ambao hawana kazi katika mkoa wa Pwani, wengi ambao saizi wana shida nyingi, lakini watamani angalau kupata angalau kijitenda kidogo mtu cha kumwezesha kuangalia familia yake na jamii kwa jumla. Uh, ni wapishe wenzangu bishops nao watoe maoni yao, uh, kwa haya ambayo kiko tukiyazungumzia. Asante kwa kupata fursa hii na kuwa katika platformu hii ili kwamba nikaweze kuchangia pia jambo uh, la uh, poti ya Mombasa. Poti ya Mombasa imekuwako na maswali mengi na mengi, lakini ninataka kuchukua nafasi hii niseme ya kwamba wakati huyu MD alipokuwa amekuja, ninaona kuna marekebisho mengi ambayo anafanya, kama vile a, tulivyopata kusikia kutoka mwanzo ya kwamba kwa kweli, a, huyu anafanya na anakubali. Najua mtu yoyote anayekubali kuonywa au kuambiwa hili lina na haribika anarudi ana, ana, ana na, ku, na kuchukua nafasi ya kus, na kukubali huyo mtu, tunaweza tukaenda naye mbali kwa kweli. Hata kama mwanadamu ninajua si 100% hivyo kwamba ni sawa la, lakini kwa sababu ya neno, ya neno la kwamba uh, MD anafatana na anakubali kufanya jambo la marekebisho. Hii poti ninaona ya kwamba inaweza kuwa nzuri na itakuwa nzuri na itakuwa nzuri hata ha, kulengana na vile ambavyo kuna kuna kuwako na marekebisho, ngetumana hii kwa, kwa president, pamoja na Kenya nzima kwa jumla ya kwamba huyu mzee angeweza kupatiwa nafasi. Ninaamini ya kwamba hata vijana wetu hapa pwani hawatakuwako na kulalamika na mambo yatakuwa sawasawa. kama ki mmoja, viongozi wa dini, wa, wa, wa dini Mombasa, mimi ninaunga mkono ya kwamba apewe nafasi ili kwamba akaweze, akaweze kukuendelea. Sijasema ya kwamba kwamba koti lisifanye mkondo wake Sijasema ya kwamba mtu akiona makosa asiende as, as, kotini. Kama una evidence ya kusema ya kwamba huyu hako sawa au ana hali za wizi, koti ifanya kazi yake, na hata sisi tukiona ya kwamba ni wizi ulienda kutendeka, sidhani kama kuna kiongozi yoyote ambaye ni wadini angeweza kwenda kuunga mkono wa hilo jambo kwa sababu pia tuko lakini, hatuko miongoni mwa kuficha mtu yoyote ambaye angeosemekana kuwa na wizi, lakini aa, kufata tu mambo huyu alisema yule alisema, na vitu vya chuki chuki, vya hapa na pale ambavyo vinaharibia jina mtu si vizuri, na kama kwamba mnajua ya kwamba kuna, kuna vile mtu anaweza kuharibu jina la mtu na tuwe macho na kuangalia ile haki, ile haki ikapate kutendeka na Mungu atapata kutukuka katika hayo. Asanteni, Mungu awabariki. Nilivyotangulia kusema majina yangu, naitwa Bishop Dr. Emmanuel Karisa Church, churches in Kenya. Tuko hapa si kwa kutetea mtu, tuko hapa kutetea haki za watu wote. Tuseme kwa mfano poti. Poti ni kiungo kikubwa cha hii Kenya nzima, ambacho tunatarajia kwamba misaada mingi itoke mahali pale. Kwa hivyo tumekuja kusema kwamba halitakuwa jambo la busara mtu kuweka siasa yake kwa kiongozi wa poti ama kiongozi wa nchi. Kama hakuna mtu ana dukuduku atoke tu uwanjani vizuri, aonekane, aeleze, aeleweke. Huyu ndugu ambaye ameshikilia kwa sasa, ijapokuwa ni muda mchache sana, lakini tunaona mwangaza kwa mbali kwamba kuna jambo huenda likatendeka, na sisi tuna imani na yeye, kama mwanzangu alivyotangulia kusema mtu ambaye anaweza kukubali kushauriwa huyu ndio mtu ambaye mnaweza kwenda naye mbali sana. Waliokwako walikuwa wanajifanyia mambo yao mambo yao mambo yao, hawahitaji msaada wa mtu yoyote, hawahitaji ushauri kwa mtu yoyote. Lakini huyu kwa muda mchache ameingia, tumekaakaa naye tunamwona ni mtu msikilivu, anaweza kufanya kazi na wengine. Jambo la siasa lisiingie mahali pale, maana poti inapoharibika ni Kenya nzima inaharibika. Kwa hivyo mwenye kutaka siasa zake aende mtaani kwake akatake kura huko, lakini hapa ndani ona kwamba kila ambalo linasemwa liwe liko lisiwe lile la Kiswahili la kusema kama haliko laja. Hatutaki mnalokuja, nataka kutatua lile liko mara moja. Na hapo mahali tumepategemea sisi sote wananchi wa Kenya wote wametegemea hapo, hata hao viongozi viongozi wa dini tuna, tuna wana tuna wana tuna wajukuu tuna watu ambao wanaweza kusaidika mahali pale, kama kutakuwa ni kuzuri, na kama kutakuwa kunachafuliwa chafuliwa, basi kutakuwa tunaharibu uh, tunaharibu riziki za watoto wetu wengi sana. Kwa hivyo tumekuja kukemea jambo hilo kwamba kama kuna mtu ambaye ana hakika, koti yetu iko wazi kapisa, na iko huru kabisa toyote kwenda. Lakini mambo ya kutupiana midomo kienyeji kienyeji kuhusu poti hatupendi, kwa sababu poti imekorogeka siku nyingi sana, imekosa mwelekeo siku nyingi sana. Na sasa kama imeanza kuwa na mwelekeo, basi tushirikiane na, na huyo mtu ama hao watu ili kazi iwe rahisi. Nafikiri hapo huu ujumbe umfikie kila muhusika, na ninaamini tutashirikiana. Asante, shukurani za dhati kwa Allah subhanahu wa taala. Tunamwombea Mungu kwanza, Kapteni Ruto, Mwenyezi Mungu ampe nguvu ya kuweza kushinda kwa wale ambao kwamba wanampa tuhuma ambazo sisi kama e, tukiwa chini ya chama chetu Sheikh Juma Ngao, tuhuma hizi hatukubaliani nazo kwa sababu tunaona kwa muda mchache aliokaa mabadiliko makubwa ambayo ameyafanya. Vijana wengi walikuwa wakihangaika na kazi, wakizunguka huku, wengine wakisafiri, lakini tunaona kazi namna anavyozitangaza na namna anavyowaandika vijana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu na amzidishie nguvu ya kuweza kuwaokoa vijana, kwa sababu kama walivyosema e, wenzetu hapa waliosema kwamba ndio tegemeo kubwa lile kwa hiyo kusiwe na watu wawili watatu ambao walikuwa labda wana biashara zao, lakini wakakaliwa kidogo, wakaona kwamba wataweza kutingisha watu wote. Sisi tunaona ijitihada zake Kapteni Ruto, namna anavyojituma katika kazi na namna anavyokwenda, mabadiliko makubwa yanaonekana. Kwa hiyo sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe nguvu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kuwashinda hawa, kwa sababu ni tuhuma zao ambazo wana malengo yao tofauti na malengo yao sio malengo mazuri, na kama ni malengo mazuri sehemu za haki zipo, waende wakaeleze, lakini kwa sisi tunakubaliana na yeye na tunasimama na yeye kwa sababu yeye anasimama na jamii mzima na haswa kwa sisi vijana wengi, twasema sasa. Pia safari za watu kusafiri zimeondoka kwa sababu kazi pale zipo, na yeye vijana anawaajiri vizuri. Mwenyezi Mungu ampe nguvu, inshallah, wabillahi tawfik.